Maeneo bunge ya Magarini na Kilifi kaskazini yametajwa kuwa na idadi kubwa ya watu wanaougua wa maradhi ya mishipa pamoja na watoto wanaokabiliwa na ugonjwa wa hernia. Aidha, kutokana na hali hiyo, serikali ya kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na shirika la AMREF imechukua hatua za kuwafanyia upasuaji bila malipo waathiriwa. Kupitia juhudi za wahudumu wa afya wa nyanjani, zaidi ya watu 200 wamegunduliwa kuwa na magonjwa hayo. Kufikia sasa, watu 100 wamefanyiwa upasuaji, huku wengine zaidi ya 40 wakitarajiwa kupokea matibabu Hospitali ya Marafa. Aidha, zaidi ya watoto 30 watafanyiwa upasuaji katika hospitali kuu ya Kilifi kutokana na huduma maalum wanaohitaji watoto hao kwa ajili ya umri wao wa tulikubaliana kwamba madaktari wetu tutawapeleka huko nyanjani ili waweze kupatiana uh, matibabu yale ya kispesialisti. Madaktari wetu waliweza kwenda nyanjani kwa hii programu yetu ya afya mashinani, ambayo tulikwenda na partners wetu wa AMREF ambao tumeshirikiana vizuri. Tulifika huko nyanjani kwenda kuangalia huu ugonjwa sugu ambao unaumiza familia zetu wa mapumbu nataka kutoa wito niseme kwamba hii zoezi ni zoezi ambalo ni zuri sana, watu waondoe uoga. Imeona wengine wanakuwa na hali ya kuwa yani, wanauoga lakini ukweli ni kwamba ni zoezi ambalo halichukui hata lisali moja. The highlight for this time will be that we are going to operate on mainly hernias and um, hydroceles and any other small surgical procedures and the point is that we want to make it a very safe environment for operating of these babies. Ni mambo yangu ni hii ya uh, ugonjwa i uh, ugonjwa ya uh, karibu miaka miwili inanisumbua tu. Uh, tafadhali itolewe.